Oi, kazi na utu. Ndugu zangu, iwana Korogwe, niwahakikishie kwamba hatujasahau pendekezo la kuanzishwa bandari kavu katika eneo la Old Korogwe, na hii, hii ni kwa ajili ya kuondoa msongamano wa magari katika bandari ya Tanga bako shughuli zimeongezeka sana kufuatia maboresho tuliyoyafanya. Hili nalo tunalifanyia kazi. Miaka mitano ijayo, pia tutahakikisha kwa viwanda vilivyobinafsishwa, lakini havifanyi kazi, vinapatiwa wawekezaji wengine na kukabidhiwa kwa ushirika chini ya usimamizi wa serikali. Kwa hapa Korogwe kuna mashamba ambayo yapo hayaendelezwi lakini yapo watu wanayangalia, lakini hayaendelezwi. Sasa nimeelekeza Wizara ya Kilimo na mwanasheria mkuu wa serikali wayafanyie kazi, waangalie mikataba yetu na wawekezaji, vipi tunaweza kuvunja mikataba ili mashamba yale yarudi serikalini tufanye maamuzi mengine. Lakini pia kwa upande wa kiwanda cha chai tunakuja kufunga mitambo mipya na kiwanda hiki sasa, mbali kile ambacho kimefungwa, lakini tunaweka mitambo mipya mingine ya kuchakata zao la chai, kiwanda ambacho kitaendeshwa chini ya ushirika, ushirika wa chai wa hapa Korogwe, ukisimamiwa na bodi ya chai.